Napenda kutamka rasmi kwanza mafunzo haya ya madereva wa bodaboda na bajaji wapatao mia moja arobaini na tano nimeyafungua rasmi. Asante sana. Na nikwambieni tu nadhani ni viongozi wachache wa aina wa hii, tupigeni makofi binafsi <laughs> e, kama hujitolea kihali na kimali. Kwa hiyo nadhani tusimwangushe. Tu simwangushe, tuendelee eh, ku, ku, ku, mafunzo haya ili mwisho wa siku tuweze kufikia pazuri. Lakini kwambieni tu, unajua leseni haimsaidii mtu katika kuendesha chombo tu, lakini pia na matumizi mengine mengi, nadhani nafahamu, si ndio? Kwa nadhani hii fursa itaendelea sana kutumia vizuri, nitakusaidia ni kwa, tunatoa pongezi sana kwa mkuu wa wilaya na na viongozi wengine wa serikali kwa kuweza kutulea kuendesha bila leseni lakini tunashukuru, leseni itatusaidia kwa kiasi kikubwa sana, tutakuwa hatuna usumbufu tena barabarani. Maboda boda wengi walikuwa hawana leseni, wanaendesha bodaboda bila vigezo. Kwa hiyo sisi kwa kweli tunamshukuru sana mkuu wa wilaya, tunasema asante sana kwa ofa hii aliyotupa. Nikizungumza kama ni katibu wa bodaboda wilaya ya Kusini, natoa shukrani za dhati kwa mkuu wa wilaya pamoja na wakufunzi wetu wa ZOI wakutusaidia kukamilisha zoezi letu hili kubwa, kama ni madereva, kwa sababu bila wao bado hatujakamilisha udereva wetu. Kwa hiyo madam, tumejitolea sisi Zoi Driving School kwa kushirikiana na mkuu wetu hapa, na tumepokea wito wake. Tutakuwa na nyinyi bega kwa bega, mwanzo mpaka mwisho mpate mafunzo yenu na leseni zenu pamoja na vyeti vyenu vya udereva vilivyokuwa halali na vinatambulika na mamlaka ya usalama na usafiri barabarani. Sasa baada ya pa maisha haya na tukapata leseni zetu pale, taratibu nitafanya operesheni maalum katika vijiwe vyote. Endapo nitakuta katika kijiwe kuna mtu anisha boda boda bajaji